Lisilobudi hutendwa. Ahadi ya serikali ya kaunti kuyabomoa majengo yaliyo na kasoro ulikuwa unaanza rasmi mtaani humu ambao unapakana na ule wa Huruma, ambapo jengo lingine liliporomoka mwezi jana na kuwaua wengi. Huku shughuli hii ikiendelea upande mmoja mtaani Mathare, katika upande wa pili wa mtaa huu Pilka pilka za mbio za kugura zinaendelea. Hata mwingine nilimwelezea jana, akasema mzee wake amesema eti ti kaa tu, hawatabomoa wa anataka kuripea kwa mama. Huyu jengo hili limekuwa nyumbani kwake kwa zaidi ya miaka ishirini na mbili na mbali na kumbukumbu za kulea familia ya wana tisa na hata kifo cha mumewe mnamo mwaka 2001 katika eneo hilo, haelewe ni kwa nini analazimika kuondoka, ila hanabudi katika yeah. Upande wa pili tingatinga linachuana na saruji na mawe kwa kubomoa nguzo za nyumba zilizowekwa alama. The, the ones that we have problems with are basically commercial. Uh, you remember a building just across T Mall on Langata Road.

checking foundations, and I said it takes time to do a scientific examination of those buildings. Yaliyokuwa makazi ya watu kwa wakati mmoja kwa sasa yanabomolewa na kusalia ya magofu, huku serikali kuu na ile ya kaunti ikisisitiza kwamba shughuli hii haitozuiliwa na chochote. Kwa baadhi ya wa wakazi, wana maswali mengi kuhusu jinsi na namna shughuli hii itakavyoendeshwa. Inafaa waangalie kila ploti, waangalie kama ni kweli Are they good naona no. Wasikuje tu waseme ati because of these two that, that wanafanya hii operation called since uh, waanze hii operation awajakuja huku Mathare kuangalia the buildings na, na wazimak. Leila Mohamed, QTV.